Shalom, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana kwa ibada ya leo, hongera sana kwa Jumapili ya leo. Majina yangu naitwa Mchungaji Elisa Mutege Kiheza, mchungaji wa kanisa la Kinjila Kirutheri Tanzania, Diocese ya Kaskazini Magharibi, Bukoba, Jimbo la Kusini Bau, Ushirika Mteule Nyamayora. Wapendwa, siku ya leo, yani tarehe 19 mwezi wa kumi Mwaka 2025. Katika kalenda yetu ya leo tumekuwa na somo ambalo ni somo zuri katika maisha yetu na tumebarikiwa sana. Somo hili limetoka katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu ile sura ya 17 aya ya 5 hadi ya 6. Neno la Mungu linasema, Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Wiki hii tumepewa kichwa kinachotuongoza kinasema, imani iletayo ushindi, imani iletayo ushindi. Sasa leo nitazungumzia tu mambo mawili katika somo hili, mambo mawili tu. Jambo la kwanza ni imani na jambo la pili ni ushindi. Nitazungumzia imani, nitazungumzia ushindi. Imani ni nini? Kila mmoja ana maana yake kulingana na uelewa wake, kulingana na fikra yake. Lakini kwa haraka haraka, imani ni matarajio ya jambo ambalo litatokea hata kama hauoni dalili au ishara yoyote ya kutokea kwa jambo hilo, hiyo ndiyo imani. Lakini hata kwa mujibu wa maandiko matakatifu Waebrania sura ya kumi na moja aya ya kwanza basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani unaamini jambo kwamba hili litatokea hata kama hauoni dalili na ishara yoyote ya kutokea kwa jambo hilo, hiyo ndiyo imani. Au kwa lugha nyepesi, unaweza ukasema imani ni kuamini e, kitu ambacho au kioni, lakini unaamini kwamba kipo. chanzo cha imani ni nini? Mm. Chanzo cha imani, ili mtu awe na imani, chanzo chake ni kipi? E, source Warumi sura ya kumi aya ya kumi na saba. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo chanzo cha imani ni lazima usikie, na unaposikia sio kusikia sikia tu, lazima usikie neno la Kristo. Tunazungumzia upande wa Mungu, lakini turudi kwenye mambo mengine. Kuna mambo mengine ambayo ukiyasikiliza utaamini watu, kingine ukiyasikiliza utaamini jambo fulani, lakini kwa Mungu au ku ili uamini e, masuala ya Mungu lazima usikie na kusikiliza uja kwa neno la Kristo, yaani neno ndio ujumbe wa Kristo. Unaposikiliza ujumbe tayari unaamini, maana yake ni kusikiliza kinachotoka kwa Kristo na sio kinachotoka nje ya Kristo kusikiliza kinachotoka kwa Kristo na sio kinachotoka kwa nabii. Kusikiliza kinachotoka kwa Kristo na sio kinachotoka kwa mwinjilisti. Kusikiliza kinachotoka kwa Kristo na sio kinachotoka kwa mchungaji. Kusikiliza kinachotoka kwa Kristo na sio kinachotoka kwa mwalimu. Kusikiliza kinachotoka kwa Kristo na sio kinachotoka kwa mtume. Najua nimekuchanganya, lakini nitakuweka wazi kwa nini nimesema hivi. Mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, nabii, wote hao ni vyombo, au tunaweza tukasema wanatumika kama chombo kufikisha ujumbe wa Mungu. Ndiyo maana sehemu nyingine ukisikia wanaomba kwa ajili ya neno, wanaomba utasikia eh, tunaombea mtumishi wako mtumie kama chombo, chombo, yaani abebe ujumbe wa Mungu, aufikishe kwa wahusika. E, sasa shida inakuja wapi? Shida inakuja wapi? Shida ipo katika kutambua ni mtumishi gani ambaye anasema ujumbe wa kweli kutoka kwa Mungu, shida ndipo ilipo hapo, kwa sababu ukiangalia kila mchungaji anazungumza, ukiangalia kila mwinjilisti anazungumza, ukiangalia kila nabii anazungumza. E, si kila mtume anazungumza. Sasa tunashindwa kutambua ni ujumbe gani ni neno gani ambalo linatoka kwa Kristo, hapo ndipo tunapochanganyikiwa. Lakini mimi leo nitakusaidia kukupa kipimo sahihi cha kupima mafundisho na jumbe mbalimbali unazozipokea, e, ili uzitambue kwamba huu ujumbe umetoka kwa Mungu na huu haujatoka kwa Mungu kipimo sahihi cha kuchakata na kutambua kwamba huu ujumbe umetoka kwa Mungu na huu haujatoka kwa Mungu ni Biblia. Ni Biblia tu. Kwa sababu mchungaji leo hii atakwambia sala. Na Biblia imesemaje? Ikumbuke siku ya Bwana ufanyeje? Uitakase. Sasa wewe ujumbe umetoka kwa Mungu, umetoka kwa Mungu au kwa Shetani? Umetoka kwa mchungaji au umetoka kwa Mungu? Huu ujumbe umetoka, umetoka kwa Mungu, mchungaji ametumika kama chombo. Neno la Mungu limesema sadaka na mchungaji amesema toa sadaka, na naukirudi kwenye neno la Mungu nasema, usije mbele za Bwana mikono mitupu. Sasa huo wow, ujumbe si umetoka kwa Mungu kweli, lakini umepitia mtumishi fulani. Lakini hebu tukumbuke, wapo wengine ambao e, wanapigwa viboko vya upako na kucharazwa na kuhangaishwa. Sasa neno la Mungu Mathayo kumi na moja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 ndipo anapojihisi furaha. Lakini siamini kama kuna mtu wa aina hiyo. Siku hazijapita nyingi, lakini kuna jambo moja nililiona mtandaoni, yaani waumini wamewekwa kanisani, wamechomolewa wote jicho moja moja, kanisa zima wote jicho moja wameliondoa, kisa ili wamuone Yesu mapema. Jamani, vimeandikwa wapi? Na kuna mama mwingine, sasa huyu alipelekwa kwa mchungaji Ulipomfikisha kule, mchungaji akasema, wewe unavyokuona una pepo, na ili pepo tulishughulikie liweze kuondoka, lazima tukucharaze fimbo. Kwa hiyo mtumishi akaagiza fimbo na mama alikuwa tayari, akasema sawa, kama tunikuondoa pepo. Basi sawa. Mama akatiwa stiki ya kwanza akasema yo. Mtumishi akasema mhm, umelisikia e, ndio hilo. Akamtia nyingine, mama akasema yo, akasema mhm, ndio hilo. Akamtia nyingine hata tum... mama akasema yo, nakufa. Tumisha akasema mm, melisikia, ndo hilo, tunaliuwa hapo, tumelikaribia hmm. Wamelikaribia au wamekukaribia wewe? Shtuka! <laughs> watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Soma Biblia, soma neno la Mungu mpendwa, ili uache kuangaishwa, ili uache kuangamia. Kwa hiyo tunagundua kwamba kuna baadhi ya jumbe nyingine na mambo mengine tunayopokea kutoka kwa watumishi ambayo hata ukiangalia kwenye Biblia si sahihi. kwa sababu tukirudi kwenye Biblia kuna sehemu ambapo mtu ameenda kupokea eh, ameenda kutulizwa roho eh, ameenda kupata raha kwa Yesu, akapigwa akaangaishwa kweli, akapigwa viboko na kuuliza yupo hayupo. <laughs> shida inakuja hapo, ni ujumbe gani unatoka kwa Mungu? Kwa sababu kila mchungaji anazungumza, anazungumza kila nabia, kila nani nani anazungumza. Sasa kipimo sahihi cha kupima mafundisho na jumbe mbalimbali tunazopokea mbali kutoka watumishi, kipimo ni kutumia Biblia. Jambo lingine ambalo tunaliangalia ni ushindi. Sasa hii naomba nitengeneze e, video ya pili itaambatana na hii kwa sababu naona muda umekuwa mfupi, lakini Jambo la pili nalolizungumzia ni ushindi. Ushindi nitazungumzia hapo baadaye, nitaoanisha kati ya imani na ushindi tuone matokeo yake. Karibu video ya pili.